Kitabu cha Ezekieli sura ya ishirini na tano na ya ishirini na sita. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, nami naitwa Mwalimu Petro. Nakukaribisha mtu wa Mungu, tuweze kuungana kwa pamoja, ambapo tunasonga mbele na kitabu cha Ezekieli, ikiwa ni moja ya vitabu vya kinabii vilivyoandikwa katika tungo na mafumbo mengi magumu yanayohitaji msaada wa Roho Mtakatifu katika kuyaelewa, na ndio maana nikutie moyo wewe unayesoma, labda na unaona huelewi chochote, usikate tamaa, endelea kusoma tena, rudia tena, huku ukimwomba Roho Mtakatifu ufahamu ujue. Unaposoma Biblia sio lazima uelewe kila kitu kwa mara moja. Kila unaposoma unaweza ukaelewa mstari mmoja au miwili. Mtu wa Mungu, hako hako kadogo ulikoelewa ndiko Mungu anakokusemesha kwa wakati huu. Kashikilie, ukisoma tena wakati mwingine utaona unaelewa tena kingine. Wapendwa, tusali tuanze rasmi siku ya leo. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakukaribisha siku ya leo tunapoendelea kusoma neno lako takatifu. Tunaomba uje Roho Mtakatifu, tusaidie kulielewa na kutiwa nguvu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Tunasonga mbele na kitabu cha Ezekieli, ile sura ya 25 na 26. Mlango wa 25. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, uwaelekezee wana wa Amoni uso wako. Ukatabiri juu yao. Uwaambie hao wana wa Amoni lisikieni neno la Bwana Mungu." Bwana Mungu asema hivi, "Kwa sababu umesema, Aha, juu ya patakatifu pangu palipotiwa unajisi, na juu ya nchi ya Israeli ilipoharibiwa, na juu ya nyumba ya Israeli walipokwenda kifungoni; basi kwa sababu hiyo, nitakutia katika mikono ya wana wa mashariki, uwe milki yao. Nao wataweka marago yao ndani yako, kufanya maskani zao ndani yako. Watakula matunda yako na kunywa maziwa yako, nami nitafanya Raba kuwa banda la ngamia na wana wa Amoni kuwa mahali pa kulaza makundi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Maana Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu umepiga makofi na kupiga mshindo kwa miguu yako na kufurahi juu ya nchi ya Israeli jeuri yote ya roho yako, basi tazama, nimenyosha mkono wangu juu yako, nami nitakutoa uwe mateka ya mataifa, nami nitakukatilia mbali na kabila za watu, nami nitakuangamiza usiwe katika nchi hizo; nitakukomesha, nawe utajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu Moabu na Seiri husema, Tazama, nyumba ya Israeli ni sawasawa na mataifa yote; basi tazama, nitawafunulia wana wa mashariki ubavu wa Moabu toka miji yake, toka miji yake iliyo mipakani, mwake utukufu wa nchi hiyo, Bethyeshimothi na Baalmeoni na Kiriathaimu pamoja na wana wa Amoni, nami nitawatoa kuwa milki, ili wana wa Amoni wasikumbukwe kati ya mataifa. Nami nitatoa hukumu juu ya Moabu, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa Edomu wametenda kinyume cha nyumba ya Yuda kwa kujilipiza kisasi, nao wamekosa sana na kujilipiza kisasi juu yao. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi: nitanyosha mkono wangu juu ya Edomu, nitakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama, nami nitaifanya kuwa ukiwa; toka Temani na mpaka Dedani wataanguka kwa upanga. Nami nitaweka kisasi changu juu ya Edomu kwa mkono wa watu wangu Israeli, nao watatenda mambo katika Edomu kwa kadiri ya hasira yangu na ghadhabu yangu, nao watakijua kisasi changu, asema Bwana Mungu. Bwana Mungu asema hivi: kwa kuwa Wafilisti wametenda mambo kwa kujilipiza kisasi nao wamejilipiza kisasi kwa jeuri ya roho, ili kupaangamiza kwa uadui wa daima. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitanyosha mkono wangu juu ya Wafilisti, nami nitawakatilia mbali Wakerethi na kuwaharibu wabakio pande za pwani. Nami nitajilipiza kisasi kikuu, nikiwakemea kwa ukali, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapojilipiza kisasi juu yao. Mlango wa ishirini na sita. Ikawa katika mwaka wa kumi na moja siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana likanijia kusema, Mwanadamu, kwa sababu Tiro amesema juu ya Yerusalemu, aha, yeye amevunjika; aliyekuwa lango la kabila za watu amenigeukia; nitajazwa, kwa kuwa sasa ameharibika; basi Bwana Mungu asema hivi, Tazama, mimi ni juu yako, e Tiro, nami nitaleta mataifa mengi kupigana nawe, kama bahari iinuavyo mawimbi yake. Nao wataziharibu kuta za Tiro na kuibomoa minara yake, tena nitakuangua hata mavumbi yake yamtoke, na kumfanya kuwa jabali tupu. Naye atakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi kati ya bahari, maana mimi nimenena neno hili, asema Bwana Mungu. Naye atakuwa mateka ya mataifa, na binti zake walio katika mashamba watauawa kwa upanga, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Maana bwana Mungu asema hivi: Tazama, nitamleta Nebukadreza, mfalme wa Babeli, mfalme wa wafalme, juu ya Tiro, toka kaskazini, pamoja na farasi na magari ya vita na wapanda farasi na jeshi na watu wengi. Atawaua binti zako kwa upanga katika mashamba, naye atafanya ngome juu yako na kufanya maboma juu yako na kuuinua ngao juu yako, naye ya ataweka vyombo vyake vya kubomolea mbele ya kuta zako, na kwa mashoka yake ataiangusha chini minara yako. Kwa sababu wingi wa farasi zake, mavumbi yao yatakufunika kuta zako, zitatetemeka kwa sababu ya mshindo wa wapanda farasi na wa magurudumu na wa magari ya vita, atakapoingia katika malango yako kama watu waingiavyo katika mji uliobomolewa. Mahali kwa kwato za farasi zake atazikanyaga njia zako zote, atawaua watu wako kwa upanga, na minara ya nguvu zako itashuka hata nchi. Nao wataufanya utajiri wako kuwa mateka na bidhaa yako kuwa mawindo, nao watazibomoa kuta zako na kuziharibu nyumba zako zipendezazo, nao wataweka mawe yako na miti yako na mavumbi yako kati ya maji nami nitaikomesha sauti ya nyimbo zako, wala sauti ya vinubi vyako haitasikiwa tena. Nami nitakufanya kuwa jabali tupu, utakuwa mahali pa kutandazia nyavu za wavuvi; hutajengwa tena, maana mimi Bwana nimenena neno hilo, asema Bwana Mungu. Bwana Mungu amwambia Tiro neno hili: Je, visiwa havitatikisika kwa mshindo wa kuanguka kwako, watakapougua waliojeruhiwa yatakapofanyika machinjo kati yako, ndipo wakuu wote wa bahari watashuka kutoka viti vyao vya enzi na kuweka upande mavazi yao na kuvua nguo zao zilizotiwa taraza; watajivika matetemeko, wataketi na kutetemeka kila dakika, na kukustaajabia nao. Watakufanyia maombolezo na, na kukwambia, imekuwaje wewe kuharibika, wewe uliyekaliwa na wanamaji, mji wenye sifa uliyekuwa na nguvu katika bahari mji huo, na hawa waliokaa ndani yake, waliowatia hofu wote waliokaa ndani yake! Sasa visiwa vitatetemeka katika siku ya kuanguka kwako, nam visiwa vilivyo katika bahari vitafadhaika kwa sababu ya kuondoka kwako. Maana Bwana Mungu asema hivi: nitakapokufanya kuwa mji wa ukiwa, kama miji isiyokaliwa na watu, nitakapoleta vilindi vya bahari juu yako na maji makuu yatakapokufunika, ndipo nitakapokushusha pamoja nao washukao shimoni, uende kwa watu wa kale; nami nitakukalisha pande za chini za nchi, mahali palipokuwa ukiwa tangu zamani, pamoja nao washukao shimoni, ili usikaliwe na watu, wala usiweke utukufu wako katika nchi yao walio hai. Nitakufanya kuwa kitu cha kutisha, wala hutakuwako tena; ujapotafutwa, lakini hutaonekana tena kabisa. Asema Bwana Mungu.